Umekuwa na vuta ni kuvute kati ya wananchi wa kijiji cha Shauri Moyo na mwekezaji kampuni ya Hexagon, ambaye aliingia mkataba na wananchi wa kijiji hicho kwa kutoa eneo lao ambalo tayari amekwishajenga shule, kwa makubaliano kwamba atawajengea zahanati. Lakini baada ya kuona utekelezaji wa ujenzi wa zahanati hiyo unasuasua, wanakijiji wakapinga wakitaka eneo lao na kuamua kuzuia majengo ya shule. Tuchangie kwa kina lakini mimi binafsi yangu nahitaji ardhi, sihitaji zahanati kwa sasa. Lengo la kampuni sio kuwa mwekezaji, lengo la kampuni kuwa ni kununua kuwekeza vitu vyake, lakini wazo la kuwajengea zahanati kubadilishana lilitoka kwenu. Mlichokosea ni mikataba mlioingia. Upande wa kampuni una makosa, upande wa Shauri Moyo na makosa. Kama kulitokea vitu hivyo ni nani alinyanyuka kampuni kuja kuambia jamani, tumeshindwa? mvutano huo uliendelea kwa takribani saa mbili mfululizo katika mkutano huo wa kijiji bila kupata mwafaka. Lakini siku zote waswahili husema penye wengi hapa haribiki jambo. Faida yetu sisi tujengewe zahanati, basi mkataba uwekwe vizuri. Na sisi tunasema hivi, tumefunga pale utepe, lakini sisi mpaka amalize jengo lake levu aliyokuwa kaitaka ndo afanye shughuli zake. Watu wanatembea umbali mrefu, watoto wanafia njiani, mimba zinaharibika. Tunawaomba wamama, chonde chonde, tunawaomba. Hatimaye mwafaka ukapatikana, meya wa halmashauri ya manispaa Tabora Ramadhani Kapela akafanikiwa kumaliza mgogoro huo. Tuweke makubaliano, tusaini kabla ya tarehe 31, tarehe moja sisi tuanze kazi, kwa sababu tunajisikia vibaya, wakinamama wanapata shida. Hatuna sababu ya kuendelea kuchelewa. Ndugu zangu, tunawaombeni radhi kwa kila kitu, sisi tulichoondoka nacho hapo Zahanati inajengwa, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, yale majengo ya ya ya ya yule mwekezaji ambao ni kampuni yasifanye shughuli yoyote mpaka pale atakapokabidhi boma letu. Juma Kapipi, Azam News, Tabora.